Ndiyo, hayo hayo, anatamani ajue ni kwa nini anayekwama kila siku katika kutafuta, hata yule ambaye anajipinda akiangaika huku na huku afanikiwe na afanikiwi, hatupati majibu. Kipi cha kutukwamua tusichokijua? Ni kwamba mambo yetu tunayoyafanya juhudi tunazoziweka namna chungu mzima, mbinu kedekede tunazozitumia zinagonga zina zina mwamba kwa sababu tunaishi katika kitu kinachoitwa laana. Laana ni kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Laana ni kuwa mtu anaishi tu lakini hali ya kuwa bahati zake hazipo tena. Laana ni mtu akawa Mwenyezi Mungu amemlaani hana tena namna, mtu huyo hana linaloweza likamkwamua. Mwenyezi Mungu amemweka mbali na rehema zake. wa idha kana Allahu alaika, na wewe, ikiwa Mungu yuko against na wewe famammaka nani atakaye kunyanyua, nani atakaye kusaidia? Basi siku moja nieleze katika vitu ambavyo kivifanya mtu unaweza ukajikuta uliingia katika hizo laana. Sikiliza hiki kisa. Siku moja mwanamke mmoja, mwana mama, alitoka mbio mbio, wangu wangu, akenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, akamwambia ya Rasulallah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu na mwanangu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu na binti yangu mwari anataka olewa, siku yake ya harusi imekaribia lakini nimekuja, kuna tatizo, kuna jambo hatujui tufanyeje. Ya Rasulullah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikilizeni. Akamuuliza yule mwanamama, jambo gani? Ana changamoto gani katika harusi yake? Yule mwanamke akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, mwanangu, nywele zake za nyofoka, mwanangu ana nywele maskini ya Mungu, nkama nkijizee hivi, twatamani tuchukue nywele za mtu mwingine tumsuke. Yani kama leo tuseme ni ule mtindo wa rasta, twatamani tuchukue nywele za mwanamke mwingine tusuke katika nywele zake, aweze kupendeza, anoge. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno ambayo ma, maulama, ijapokuwa kuna ikhtilafu nyingi, lakini itakavyokuwa kuna mahala walipopatana maulama, wakayakoti maneno haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule mwanamke, akamwambia yule mwanamama. Na mimi ninazungumza haya na kinamama wote oh, ulimwenguni, nazungumza haya na dada zangu mnaonitazama Sikilizeni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichosema kumjibu yule mama, laana Allahu alwaswilata, amemlaani Mwenyezi Mungu alwaswilata mwanamke yeyote au mtu yeyote anayechukua nywele za mtu mwingine akaziunga akazisuka rasta katika kichwa cha mtu mwingine. Walmustausilata, na laana hizo hizo pia zinaenda kwa yule ambaye ameweka kichwa chake, ameandaa pesa zake, amefungua pochi yake ili amlipe pesa yule atakayemsuka nywele za mtu mwingine. Yaani atachukua nywele za mtu mwingine aziunge kwenye nywele zake zikawa ni rasta. Unataka uwe mbali na rehma za Mwenyezi Mungu? Basi ninakutisha na ninakuhofisha, jiepushe na mambo hayo. Unataka uwe karibu na rehma za Mwenyezi Mungu? Kaa mbali na haya uliyoyasikia. Mwenyezi Mungu awajalie na, namwomba Mwenyezi Mungu wapambe dada zetu kabla hawajajipamba, wajalie wameremete dada zetu mama zetu wang'are. e Mwenyezi Mungu, naomba nikubalie dua hii, na kila ambaye atakayeyafanyia kazi haya nijalie mimi na yeye tukutane wote peponi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zahmidi TV.